Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha baraka, kipindi cha furaha, kipindi kinachotufunulia mambo ya siri katika Bibilia. Tunaangalia ahadi za Mungu kwetu, ahadi za Mungu kwako, ahadi za Mungu kwako. Tuko kitabu cha Mwanzo sura ya sita, Mjiri, a, kitabu cha Mwanzo, sura ya sita. A, katika sura hii tutaona jambo jingine la ahadi iliyoahidiwa kwetu wanadamu. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri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 Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliye muumba usoni pa nchi, Bwana uh, usoni pa nchi mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaangalia ahadi za Mungu Kwako hapa tunakutana na ahadi nyingine Mungu aliyoiahidi kwetu wanadamu. Biblia inasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi duniani, kutoka mmoja Adamu, baadaye Hawa, na sasa wakazidi kuongezeka, ndipo Biblia inasema watoto wa kike wakazaliwa wazuri sana. Toka kwa wanadamu walizaliwa wazuri sana. Wakati ule duniani kulikuwa na manefili, yani wana wa Mungu, ma, wa, wa, malaika waasi walikuja duniani. Sasa wakawaona hawa binti, wakaenda wakawaoa, wakazaa nao wa watoto. Watoto hawa Biblia, bibilia nasema wakawa wakubwa tena wenye sifa. Hakukuwa na watoto wakubwa kama wao wa wanadamu wa kawaida kwa sababu hawa walizaliwa na majini au mamalaika walioasi. Kwa hiyo wakawa wakubwa, jina lingine walikuwa wanaitwa wanefiri, eh? Kwa hiyo watu hawa wakawa na sifa ya ukubwa na nguvu nyingi na uhodari wa wakati ule. Ndipo Mungu alipotazama akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amewazuia wasiwaoze watoto wao kule. Biblia haisemi yote, lakini alikuwa amewazuia wasichangamane nao, lakini wao walipochangamana nao, wakawageuza mioyo, wakamwasi Mungu. Mungu ndipo akasema sasa, tangu sasa, roho yangu haitashindana na mwanadamu, maana mwanadamu ni muovu tu, kila analowaza ni baya. Ndivyo ndipo akasema sasa tokea sasa, umri wao utakuwa miaka mia na ishirini Umri wao utakuwa miaka mia moja na ishirini Kwa hiyo Mungu akaahidi kupunguza. Zamani walikuwa wanaishi miaka mia tisa mia nane Akasema, ah, sasa hii hapana, tokea sasa umri wao utakuwa miaka mia moja na ishirini miaka mia na ishirini ndiyo Mungu aliyokusudia wanadamu tuishi duniani miaka mia moja na ishirini kutoka mia tisa mia nane mia saba ikapunguzwa kwa sababu wanadamu walimwasi Mungu na Mungu akaona hana mpango wa kushindana na wanadamu, akaamua kuwafutilia mbali. Ndipo ukiendelea kusoma utakuta gharika ikaletwa, wakaangamizwa wote. Ndipo Mungu akaanzisha kizazi kingine kabisa kupitia Nuhu. Lakini Biblia nasema Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kwa hiyo Nuhu huyu aliyepata kibali kwa Bwana ndiye aliyeanza uzao mpya, yeye na watoto wake, na kuijaza dunia kwa upya tena. Lakini kitu ninachotaka kuonyesha hapa, miaka mia moja na ishirini hii ni ahadi ya Mungu kwamba tuishi miaka mia moja na ishirini. Je, miaka mia moja na ishirini tunaiishi? Wako wachache wamepata hiyo neema ya kuishi miaka mia na ishirini kadiri maisha yanavyoendelea na mabadiliko yanavyoendelea na dhambi inavyoendelea kuongezeka duniani, umepelekea kupungua kwa miaka, umepelekea kupungua, lakini lengo la Mungu hapa ni miaka mia moja na ishirini. Daudi mfalume Daudi kwa kupitia changamoto mbalimbali akaipunguza na yeye akasema, miaka sabini walao mtu akiwa na nguvu miaka themanini miaka sabini ama akiwa na nguvu miaka themanini Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa amepita katika changamoto mbalimbali, ndipo akaona kumbe kuishi kwingi hakuwezekani tena. Akasema miaka ya mwanadamu itakuwa mia moja itakuwa sabini akiwa na nguvu walao themanini na watafiti wa mambo wanasema kadi tunavyoendelea kuishi miaka inazidi kupungua miaka wataalamu wanazidi kusema miaka ya kuishi inapungua lakini kwa kweli lengo la Mungu na ahadi yake kwa wanadamu ni miaka mia moja na ishirini wachache wamebahatika kuishi na wachache wanaendelea kuishi miaka hiyo na wengine wamepita kidogo nasikia kuna watu wanafika mpaka mia na thelathini Iwapo wingi wa miaka hiyo haina faida kwa mtu wa namna hiyo, maana haifaidi, haifaidi, anakuwa ni wa kulala tu, wa kuamshwa kwenda kuota jua kidogo, anarudi. Kwa hiyo haina faida kubwa, lakini lengo la Mungu ilikuwa ni miaka mia na ishirini, tukiwa na nguvu zetu na maisha ya kawaida kabisa, lakini kwa sababu ya ongezeko la dhambi na uasi kuongezeka katika dunia miaka imepunguzwa lakini lengo la Mungu ilikuwa miaka mia na ishirini. Mungu wa mbinguni akubariki, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuziangalia ahadi za Mungu ahadi za Mungu tukutane wakati huo. Wakati huo huo, usiache kuniunga mkono tena kwa kusubscribe katika akaunti yangu, kulike na comment, kama wengine wanavyofanya. Mungu awabarikieni sana. Asante sana, wakati huo utafurahi pia. Amen.